Maneno yale mawisho, hii ni mwanzo tu, yalibaki yakining'inia hewani hata baada ya upepo kuyabeba. Lusajo alisimama katikati kati ya kijiji, macho yake yakizunguka kwa hofu. Watu waliokuwa wamekusanyika walikaa kimya, kimya cha watu waliokuwa wanajua kitu ambacho mhusika mkuu hakujua bado. Hakukuwa na kilio hakukuwa na maswali. Ilikuwa ni kama kila mtu alikuwa amesubiri siku hii ifike. Mzee Ng'wana Malago alisogea mbele taratibu, fimbo yake ya zamani ilikwaruza ardhi kavu. Kijiji hiki kimeishi kwa amani kwa miaka mingi, alisema, lakini amani hiyo ililipiwa na damu ya ukoo mmoja alimtazama Lusajo moja kwa moja machoni. ukoo wako. Mama yake na Makula alijaribu kusogea mbele, lakini wanawake wawili walimshika mabega, wakamrudisha nyuma. Machozi yalikuwa yanamtiririka bila sauti. Hapana, alinongona hiyo, siri tulizika pamoja na marehemu mume wangu. Mzee mwingine mwenye ndevu nyeupe na macho mekali akatikisa kichwa. Hakuna siri inayobaki chini ya ardhi milele, kila kitu hurudi kudai haki yake. Lusajo alihisi ardhi ikizunguka. Mnasema nini? aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Baba yangu alikuwa mtu wa kawaida, alinilea kwa hofu ya Mungu, si uchawi. Wazee walinyamaza kwa muda, kisha mzee Ng'wana Malago akasema kwa sauti nzito zaidi, baba yako hakufanya uchawi, alijitoa kuzuia uchawi usitawale kijiji hiki. Walimsindikiza Lusajo kuelekea sehemu ambayo hata jua lilionekana kuogopa kuiangazia, kibanda cha kale kilichokuwa kando ya mwitu. Njiani watoto walijificha nyuma ya migongo ya mama zao, mbwa walikataa kufuata Mlango wa kibanda ulipofunguliwa, harufu nzito ya moshi wa dawa, udongo wa zamani na kitu kama chuma kilichooza ilitoka. Ndani yake kulikuwa na ngozi za fisi na mbuzi zikiwa zimeanikwa ukutani, vifaa vya zamani vya uchawi, fuvu la ng'ombe lenye mashimo ya ajabu na chungu cha udongo kilichokuwa kinatikisika pole pole kama moyo unaopiga. Kabla Lusajo hajazungumza, chungu kile kilitoa sauti ya kunong'ona, sauti nyingi kwa wakati mmoja: amefika mrithi, amerudi. Miguu ya Lusajo ililegea. Aliuliza kwa hofu, hiki ni nini? Mzee Ng'wana Malago akasema, hiki ndicho kivuli ulichoona, hiki ndicho kilichofungwa kwa damu ya baba yako, na sasa kimekuona wewe. Usiku ulipofika tena, anga lilikuwa jeusi kuliko kawaida. Nyota zilipotea kabisa. Wazee walimchora alama za mkaa kifuani, mikononi na mgongoni. Kila mstari ulipogusa ngozi yake, Lusajo alisikia sauti kichwani mwake, sauti ya baba yake ikimuita kwa maumivu, samahani mwanangu Ghafla macho ya Lusajo yalibadilika. Aliona taswira ya zamani, baba yake akiwa amesimama pale pale zizini, akizungukwa na kivuli kile kile, akitoa uhai wake ili kukizuia kisiangamize kijiji. Lusajo alipiga kelele kali. Alipozinduka, alfajiri ilikuwa inachomoza, lakini kijiji hakukuwa kile kile. Aliweza kusikia kunongonena hata akiwa macho. Aliweza kuhisi hofu ya watu bila kuzungumza nao, na gizani aliona kivuli kikitabasamu. Mama yake alimkumbatia kwa ngu akasema, Sasa unajua kwa nini nilikuogopa urudi. Uchawi haukuchagua kwa bahati mbaya nambali ki... Usiku uliingia kijiji cha Ng'wana kwa ukimya wa kutisha hata upepo ulitulia kama ukijua kuwa kitu kibaya kilikuwa kinakaribia. Lusajo alisimama katikati ya kijiji, macho yake yakiwa yamezama kwenye kivuli kilichokuwa kando. Kivuli kile kilikuwa kirefu sana, miguu yake haikugusa ardhi, macho mekundu yakimwangazia kwa moto wa giza. Sauti ya kivuli isiyo na mwili ilitoka kichwani mwake ikimwita kwa lugha ya kale ambayo moyo wake ulikuwa unaihisi. Umerudi mrithi. Mama yake na Makula alipiga kelele, lakini hofu yake haikusaidia. Lusajo alihisi nguvu zisizo za kawaida zikimshinikiza kwenda mbele. Kivuli kilianza kuzunguka, kila mzunguko ukimfanya ahisi msukumo wa hatari karibu zaidi. Ghafla mdomo wa kivuli ulifungua kama mlango wa moto na roho za waliokufa walionyesha uso wao gizani wakimzunguka Lusajo kimya, lakini kwa hofu inaonekana. Lusajo alijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilikosa kumtii. Alikumbuka alama za mkaa aliyochorwa na wazee, zilikuwa silaha yake pekee. Alipiga mstari mmoja kwa nguvu kengele za kale zilianza kupiga gizani. Kivuli kilishituka, roho zilizofungwa zilirudi gizani, lakini kicheko cha kivuli kilibaki, moto usio na mwisho ukiambatana na giza. Wazee walimwangalia, hofu na heshima zikionekana usoni mwao. Mrithi amepata nguvu, alisema mzee Ng'wana Malago, lakini hii ni tu mwanzo Kivuli kilifunga urithi wa damu ya ukoo wenu. Sasa Lusajo, umechukua nafasi ya baba yako. Lusajo alijua ukweli: kijiji chake kilikuwa kimefungwa na uchawi wa kale. Hakuna kurudi nyuma, hakuna usiku salama tena. Kivuli kilibaki karibu, kilitabasamu kwa macho mekundu. Lusajo alisimama katikati ya kijiji, mkono wake ukiwa umechorwa alama za mkaa. Moyo wake ukipiga kwa hofu na nguvu. Mama yake alimkumbatia, lakini alijua sasa mwanawe si binadamu tu, bali mrithi wa uchawi wa kale. Wazee waliondoka kimya, kuacha kila kitu kwa Lusajo na urithi wa kivuli. Usiku huo ulikuwa mwanzo wa nguvu zake mpya. Kila kivuli, kila sauti, kila mradi wa zamani wa uchawi sasa ulikuwa wake. Hii siyo mwisho. Hii ni mwanzo wa nguvu zake za kweli.